Tunatamani kuwaona wafanyabiashara mkirudi kufanya shughuli zenu. Kwa dhati ya nafsi yangu, hatupendi hiki kinachoendelea. Kila siku tunakuja Mbuyuni, tunasema tumekubaliana, ndio. Tukija kwenye utekelezaji, vizingiti vinakuwa vingi. Shida ni nini, ndugu zangu? kama mnakumbuka tarehe kumi na tatu mwezi wa tatu 2025 mimi na timu yangu tulikuwa hapa na wakati nakuja kuja, niliwaambia kabisa, tulileta timu Msaitimea unafahamu, timu ya kuwapanga na kuwarejesha wafanyabiashara. Na viongozi wangu wa soko, naomba mnisamehe leo, nitakwenda kuzungumza ukweli kwa sababu nimechoka na unafiki unaoendelea. Kamisa Msaitimea huko hapa Utawambia ulipokea malalamiko yepi yanawahusu viongozi hawa? Baadhi yao tuliambiwa na mnisema, hamna imani na baadhi ya viongozi, kwa sababu wamepokea fedha yeah. Maneno haya yalitoka kwenu ndugu zangu Mbubu. Nilipokuja hapa tarehe kumi na tatu niliwahoji hapa, nikaita wauza vitunguu hey, nani mamluki? Mkasema wote tunajuana, tukawaweka pembeni, si wauza nini, nani mamluki na mimi nikaamini wote mnafanyaje, mnajuana. Nikawauliza, mnaturuhusu tuendelee? Mkasema ndio. Mheshimiwa Mwenyekiti na wewe unakumbuka, nikakuuliza hapa Mheshimiwa Mwenyekiti wale unawajua, ninawajua wote, mkurugenzi Kasolo yule na ambao likuwa mjini, nilikuwa nauliza wananchi na kazi inaendelea. Tulipotoka hapo, tulivyorudi ofisini, mimi na wenzangu, tuliona muingie mwanze kazi kabla ya tarehe moja. Tarehe ishirini na saba tukapokea wageni ofisi ya meya, ikapokea baadhi ya kina mama wako hapa, wakaja na malalamiko kwamba waliopo huko ndani wengi ni mamluki. Sisi tunaelewana eh? Wakasema moja wapo watu ambao walikuwa wanawapangisha wale vishoka na wenyewe wameandika tena, wakati msimamo wa serikali ni kuwangisha wale waliounguliwa. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. <coughs> Kwa hiyo Mheshimiwa Mseikimea na ndugu wafanyabiashara wenzangu, kilichotuleta leo kwenu ni kwa sababu mliendelea kuleta malalamiko na sisi tunatamani tuingie hapa tusimwache yoyote na kinyongo Moja ya malalamiko yao walisema, kuna mtu anapokea fedha kwa ahadi ya kuwapanga watu kwenye maeneo mazuri, na ndio maana sisi tukasema tutachukua majina tutawapanga kwa namba bila kuangalia sura ya mtu. Sasa mmekuja mmesema kwamba unaweza ukakutana na mwenzio kumbe yeye ana tabia chafu, naweza nikafanya biashara hela zote zikaenda kwake. Yani mambo ni mengi. Tukishawaweka labda watu kumi hapa sisi, ili na sisi tubaki salama na lawama zinazofuatia zisiwe kwetu. Sisi tutawapanga kwa namba, wenyewe wajipange wanachotaka. Na niwaambie jambo moja, hakuna kitu kinatuumiza sisi viongozi wenu kama kuona jitihada zetu zile za kukimbizana. Tumezuia miradi yote ndani ya manispaa kwa ajili ya soko lenu. Soko tumelimaliza zaidi ya miezi miwili nyuma, mpaka leo hamjaingia hapa. Tunavutana tu maneno maneno maneno maneno. Unaona makaratasi hapa, haya makaratasi mnayona haya, haya makaratasi ni malalamiko tu, ambayo tukikutana hivi hamtaki kuyasema. Lakini haya yote ni malalamiko, haya yote na kuandikana na majina huku, kila kitu. Haya ndo malalamiko wenu, lakini tukikutana hapa hamtaki kusema. Sasa niwaambieni kitu leo, mtawataja. Ifike mahali tuseme hivi basi, hata sisi tumechoka, tufanye kazi nyingine. Haiwezekani kule manispaa, tukilala tukiamka tunawaza mbuyuni tu, tukilala tukiamka tunawaza mbuyuni. Sisi tulitegemea, tunategemea ni soko, mwingie kipindi hichi cha mvua ili tuone mapungufu yetu kipindi hichi cha mvua, lakini kila siku tunawaza kuwapanga tu. Mvua zinakata hatujui mapungufu ya mkandarasi, kwa sababu tunataka tumwambie mkandarasi pale, mvua zikinyesha za upepo zinawaingilia wafanyabiashara, njoo urekebishe, kipindi hichi ndo kipindi chake. Leo tutafanya hivi, mboga mboga kaa pale, kaa pale. Mkisimama pale, tunawaambia wataalamu wetu mlikubaliana kuwaweka wapi hawa mboga mboga? Wanasema tuliwaweka hapa haya. Mboga mboga eneo lenu ili toeni mamluki yenu pale, mliobaki mtakaa kuisha.